Shukuru kwanza kwa kutafuta nafasi tuweze kuliongelea hilo, kwa sababu ni swala ambalo linagusa nchi eh, nagusa nchi kwa sababu yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, eh, mwaka 2025 eh, yalikuwa ni matukio makubwa. Kulikuwa na tukio la uchaguzi, lakini kukawa na tukio la maandamano eh, katika sehemu nyingi nchini. E, na hivi e, kuulizia yanayoendelea kati ya serikali na Kanisa Katoliki nchini au na Baraza la Maaskofu kadiri mlivyoona kwenye vyombo vya habari ni halali yenu na ni vizuri. Imefanya vizuri kutafuta e, kujua tu kanisa limesema nini na serikali kuhusiana na hii hali. Kwanza kabisa, nikiri kwamba maaskofu walianza kikao chao eh, tarehe kumi na moja wamekuwa kwenye eh, kikao vikao vya kamati na nini, lakini kumi na eh, kumi na tatu kumi na nne na kumi na tano ndio wakatoa eh, tafakari yao wakatoa tafakari yao ambao wameelezea yaliyogusa siku ya hiyo ya tarehe ishirini na tisa lakini walijiegemeza zaidi maaskofu katika kile ambacho kimeleta masikitiko na kimeharibu historia ya nchi yetu hasa yaliyotokea mauaji. Mauaji ndio tulichokiongea. Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na e, waziri mkuu, kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na Kanisa Katoliki e, tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone, nilijua tu ni ni ndugu yangu, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu, sasa kiongozi mkubwa. Lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu, ubinadamu unabaki ujamii. Kwa hiyo nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafamia, na akaniambia uje ofisini e, sijui kama na nyumba Dar es Salaam, ni kwa sababu mimi namjua yuko se, Dodoma alipokuwa waziri wa fedha e, basi akaniambia nimwone ofisini. E, alinipigia yeye mwenyewe akiwa anataka nionane naye, nikasema siwezi kukataa. Ukiitwa na kiongozi wa serikali ni kiongozi wetu e, ameshatangazwa waziri mkuu ni kiongozi, na nchi inaendeshwa na serikali, nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi eh? Ni injini ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea, nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe eh? Nchi eneo lile, e, lenye mipaka yake na watu wenyewe na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio, ndio, ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea kwa kweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali hapana Yalikuwa na mazungumzo binafsi, na mazungumzo binafsi ni wazi, tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Sasa mtafanyaje? Sasa mna nini? Tunaongea tu kama kawaida. E, ni masikitiko. E, sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Mba, sisi tunaendelea kwa sadi kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa, e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu. Kwa maana hiyo kwamba, lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani, baraza linasemaje, hali hii tuifanyeje. E, ni wazi baraza limeongea kwenye, kwenye tafakari yake. Maskofu wamekaa maskofu wote wamekaa wametoa tafakari yao. Ndicho kilichofanyika, nikamwambia ndio hicho ndicho kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumuona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini, na wala tu wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja, tukasema tuka, hem tuka, tupige picha bwana. Tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele ya juu ya kichwa cha Nyerere, pa picha ya Nyerere pa eh, ambaye. Na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari, nyinyi mnanyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu tunavyoshangilia tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi, kwa kifupi, kwa kweli hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi, na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji e, msemaji kadiri ya katiba ya Baraza la Maaskofu, msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili anayetoa hilo ni rais wa Baraza la Maaskofu ndio anayetoa wengine wote mpaka wakabiziwe na yeye. Kwa hiyo hata ningeenda, ningeomba ruhusa kwa rais wa Baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa Baraza la Maaskofu, nimeitwa na waziri mkuu, ameniomba na niambia ni, amekuletea barua anasema ajenda ni nini. hayo, hayakuwepo. Kwa hivyo sikwenda kitaasisi, nilienda kama mimi da hasa picha zilizoandishwa waandishi wa habari wamezitumiaje? Mimi ah, hayo sijui kwa kweli. Waziri, waziri mkuu kwenye hotuba yake kule mkoa wa Arusha amesema amesha, serikali imeanza mazungumzo na taasisi za kidini na akasema, of course, alisema mazungumzo ya kirafiki. E, hii kauli nadhani ndio inaweza kuonyesha kuh, kuh, kwamba e, kuna, kuna kitu fulani ambacho ni cha rasmi. Uh, ni wazi katika mazingira haya ukisikiliza hotuba za viongozi sasa hivi una, unaona kabisa kuna wakuu wa wilaya, kuna mawaziri, kuna waziri mkuu mwenyewe unaona eh, anavyokusanya kulingana na mauaji yaliyotokea ambayo yamesikitisha sana Watanzania, kila mtu analia yuko kwenye kilio, mtu ambaye anapenda kumheshimu mwanadamu mwenzake kwa sababu Tanzania imejengwa katika imani kwenye utu wa mtu, na ndiyo maana sisi tunapendana Watanzania kwa sababu tumejenga imani kwenye utu wa mtu. Sasa utu wa mtu uliguswa vibaya kwa makusudi, watu waliuawa kwa makusudi, kwa kukusudia, sio kwamba waliuawa na tetemeko. Tumeona maafa watu na eh, mlima Hanangi uliteremka lini? Wakati wakajuzi Hey, ukaua watu tulisikitika, tumefiwa. Ajali zinatokea za magari, ajali zinatokea za vyombo vya usafiri, watu wanakufa sitini, lakini haya ni mauaji yaliyofanyika, unasitisha uhai wa mtu kwa makusudi. Hicho ndio kimefanya nchi ikae kwenye kilio. Sasa hivi watanzania wako kwenye kilio, na katika mtazamo ule wa kilio eh, ni wazi viongozi wa serikali lazima wawafariji wananchi kinachoendelea ndio hicho, kinachoendelea ndio hicho, na sisi tuko katika hilo, lakini katika hali hiyo ambapo watu wako kwenye kilio, wanajiuliza kifo kimesababishwa na nini? Kifo kimesababishwa na nini? Sisi kwenye kanisa Katoliki maaskofu wetu wamesema kifo kimetokana na mauaji. Neno kutumia mauaji ni kuua kwa kukusudia kuwa kwa kupanga ndicho kilichotokea, na ukisikiliza hotuba zimetolewa za maaskofu kadhaa, kumbuka aliyetoa wa kwanza azikuwa eh, Askofu Waichi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, eh, alitoa siku ile eh, akasema kumetokea eh, mauaji hata kwenye miji ya watu watu wamefuatwa wanaenda kupigwa risasi ndani ya nyumba, vijana wametokea kufuata. Ulizia taarifa mbalimbali zipo, e, ziko bayana, wanafamilia ndugu wame, zao wameuawa pale, wanaona sasa e? katika masikitiko kama haya, ni wazi serikali lazima ifariji watu na wanachofanya ndio wanafanya hicho kiongozi n wanawasikiliza vijana, nadhani mnakumbuka E, kwenye vyombo vya habari ametokea kijana mmoja anaongea mbele ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Kijana ameongea ukweli mzuri kabisa pale, lakini hata sasa hivi kuna waziri mmoja anazunguka huko kusikiliza. Eh, waziri mkuu mwenyewe anapozunguka anasikiliza kwao, ona ni namna ya kusikiliza ukweli na kufariji, na sisi kama kanisa, kazi yetu pia ni kufariji, lakini tunachosikitika mpaka sasa tunachosikitika mpaka sasa tunacho na wanachosikitika Watanzania mpaka sasa, wanachoumia Watanzania mpaka sasa, kinyume na mila na desturi za makabila yote ya Tanzania, mpaka sasa ni kuto kukiri ukweli kwamba waliouawa wameuawa na nani, na kama alioua, alioua hafahamiki, ilikuwaje vyombo vinavyozuia mauaji visifanikiwe kuzuia mauaji? Ndio kinachosikitika ndio maana kwenye tafakari ya maaskofu iko very clear kwamba wawajibike wenyewe waliohusika na uwaji wawajibike, na kama wawajibiki wawajibishwe. Serikali inapaswa kujua, ina vyombo vya kulinda uhai wa mtanzania kwa mujibu wa ibara ya kumi na nne ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maaskofu wameinukupa ambapo serikali imesema kila binadamu ndani ya nchi hii, kila raia wa nchi hii, kila mwananchi wa nchi hii ana haki ya uhai wake na kupata hifadhi ya uhai wake ndani ya nchi hii. Tarehe 29 haikuwa hivyo kwa waliu wao, na mpaka sasa watu wako kwenye hofu, watu wanaishi kwa hofu sana. Sasa hivi Tanzania, watu wako kwenye hofu. Hofu sasa kuto kukiri ukweli kwamba watu wameuawa na nani ni kosa moja kubwa sana, na Watanzania hawatasamehe hilo kosa. Niwaambie ukweli, e, Watanzania hawatasamehe hilo kosa kuto kukiri. Tutawanyamazisha, tutafanya unachofanya, lakini Watanzania hawatasamehe, lazima ukiri. Sisi Wakristu tunaofuata dini ya Kikristu ambayo inatumia Biblia Takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu hamsamehe mtu bila kukiri lazima ukiri mbele ya Mungu, sio kukiri mbele ya watu aa, mbele ya Mungu na sio kufanya usanii sanii. Ni mbele ya Mungu unakiri, na katika kukiri ni kukubaliana na ukweli kwamba watu waliuwawa, watu waliuwawa kwa makusudi, ndio maana tunasema kukiri. Kukiri mpaka sasa hakuna mamlaka za juu zilichofanya, hawajafanya hayo maamuzi, hawajakiri na hii bila kukiri ukweli haijafika tena. Ndio maana ndugu yangu, wakati wa kupatana Afrika Kusini, Bandela alipotoka gerezani, kitu cha kwanza ilikuwa ni kukiri kwamba apartheid, e, ile falsafa ya ubaguzi wa Afrika Kusini ilikuwa ni kosa baya. Walikiri na ndio wakafika mahali. Baada ya kukiri ndio anafika mahali kusamehewa na kusameheana. Sasa wewe Tanzania, sasa hivi tunaongea tu unaongea una, una taarifa za vitu vingi vilivyopotea vitu vilivyoharibika, lakini uhai unaonekana unazidiwa una na vitu. Uhai wa mwanadamu hauna thamani kuliko vitu. Hata katika zile haki za vitu vitu vya umiliki viko kwenye ibara ya ishirini huko, ishirini ngapi huko kwenda chini huko e, kwamba kila mtu ana haki e, e, ana haki ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, na wajibu sijui na nini na nini, lakini haki ya uhai ni kati ya vitu namba moja vya mwanzo mwanzo mwanzo kabisa unapoweka kwenye ibara ya kumi na nne eh. Haki za binadamu zinapoanza kwenye ibara ya kumi na mbili ibara ya kumi na tatu ibara ya kumi na nne pale ndio inakuja ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kwa hiyo na uhai namba moja, wewe unapoanza kuongelea vitu bila kuongelea uhai wa Mtanzania. Tanzania hii watu wanajali uhai kuliko kitu kingine chochote eh? na tukumbuke, ndugu zangu, haya yote tumejilea vibaya kutokana na yaliyofanywa ndani ya miaka miwili mitatu iliyopita juu ya kuteka na kupoteza watu. Watu wanaongea, wanalalamika, hawasikilizwi eh? Na no, no, no watu wamepoteza ndugu zao, zaidi ya watu wamepotea karibu, sijui wangapi, vyombo vya habari vinavyoongea hivyo eh? hawasikilizwi. Sasa uhai uko hatarini, uhai uko hatarini. Kwa hiyo yaliyotokea tarehe 29 ilikuwa ni ishara ya nchi yetu imefika wapi, iko wapi. Na tusipokiri hatuwezi kusamewa, na anayesamehe hapa ni mwananchi Mtanzania, sio mtu mwingine. Wanaosamehe ni wananchi wa Tanzania, anayepaswa kuombwa msamaha ni mwananchi Mtanzania, huyu mnyonge ambaye unadhani ana, ana, ana maana. Huyo usipomuomba msamaha itakugarimu tu maisha yote, itakugarimu, hata kama kama ni miaka mia moja ijayo, itatugarimu tu. So, mtu kama anakaa ana kinyongo ana mahuzuni E, ni kama Mungu usipomwomba msamaha katika kumkosea utaenda motoni tu. Utakaa uishi na yeye milele, utakaa mbako yeye hayupo na huko ndio watu naita motoni. Na hii ni hivi hivi, mwananchi huyu usipomwomba msamaha hawezi kukusamehe. Eh. Basi ningependa kueleza hivyo kidogo kuhusu hilo e, lananii la, la, la, la. Kwa hiyo na katika maongezi ya sisi na serikali, kama tutatokea, hayo ndio mambo ambayo tunaongea sisi na hatutabadilisha sentensi tamko letu. Eh, tafakari ya maaskofu ya tarehe kumi na tano inabaki hivyo hivyo ilivyo eh, na ibara zake zote kama hapo zote <coughs> hizo zinabaki pale pale, na tunawahimiza Watanzania waelewe hata kama tutaongea na serikali, hatutatoka nje ya tafakari iliyofanywa na maaskofu. Na wameanza na kulaani mauaji. Baada ya kulaani mauaji, wanakuja na neno la pole. Baada ya pale, wanasema kwa nini mauaji na kwa nini maandamano yalitokea. Wameeleza pale, watu kutekwa, nchi kukosa demokrasia. E, kwa taarifa yenu, e, mwaka jana 2024, Februari, mabalozi wa nchi za nje waliahidiwa na serikali ya Tanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki, uchaguzi wa serikali za mitaa, wananchi wote. Aprili tukaahidiwa hivyo hivyo, wananchi muwe na amani, uchaguzi utakuwa huru na wa haki lakini lakini uchaguzi hukuwa wa haki. Tarehe 27 b Novemba tumeona madudu ambayo hajawahi kutokea nchi hii tangu nchi ianze kuwepo, tangu enzi za kina Mkwawa mpaka juzi, hajawahi kutokea asilimia tisini na tisa wenye vitu, vitogoje Siji, mi mila na desturi zetu, kila kabila likuwa na namna kumchagua kiongozi wa ukoo, kiongozi wa kulikuwa na, na mfumo. Hiyo mifumo haiheshimiki tena, unaambiwa ah, mwenyekiti wewe atakuwa huyu sio huyu unapiga kura, naambia ah, huyu sio huyu. Watanzania wanalalamika, tukasema haya. Kwa vijana, hata ufanyeje, na vijana wanajifunza kwa vijana wenzao. Alafu dunia sasa hivi, dunia inashirikishana maarifa na vijana. Hii hi, hi, vijana sasa hivi wako wameungana dunia nzima, kutokana na namna habari na maarifa yanavyoenea duniani, wameungana dunia nzima. Kwa hiyo wanajua nchi zingine wanafanyaje, nchi ingine wanafanyaje, huku na huku wanafanyaje. Viana wanajifunza na dunia ya karne ya ishirini na moja inaitwa knowledge society, knowledge driven society. Una maarifa una nguvu ya kutawala utawala, ya kujitegemea, ya kuwa nchi tajiri. Ni maarifa, teknolojia ni maarifa. E, kwa hivi ni, ni vizuri pia tukaelewa eh, muktadha huo kwa kwamba mwananchi huyu wa sasa anapopaswa kuombwa radhi anaishi kwenye jumuia ambaye pia ameunganika na dunia nzima kwa wakati ule ule. fadha ya, ya, ya kutokea yameshatokea, na baada ya kutokea, kwa kweli, tume, tumeziona hatua kadhaa za serikali kuanzia kiongozi mkuu wa nchi kwa maana ya rais na wasaidizi wake. Je, hatua hizi ambazo unaona serikali nzima kuanzia kwa rais inazichukua unadhani zitatusaidia kuepuka kuto kutenda haya tena yaliyotendeka? Ni kweli kuna jitihada baadhi, ungeweza kusema zinaelekea kuonesha tusirudi tena kwenye hali hii iliyotokea tarehe ishirini na tisa, lakini hebu angalia nchi yetu ambavyo imekuwa ni waongo. Tumekuwa waongo, tumedanganya watu, uchaguzi utakuwa wa haki, haijawa. Tumedanganya wananchi, siu watu wataacha kutekwa, wanaendelea kutekwa eh? Sisi juzi hapa juzi, tarehe ishirini na sita, ametekwa binti moja kule Mwanza, hatujui mpaka sasa hatujapewa taarifa, litekwa na nani. Tumetoa taarifa polisi. Ni binti wa shirika la, la utawa, walikuwa wanamtafuta sister, mwenye mwenye shela, wakamkoza wakamchukua, yule binti akaja kumtupa pale eh, tarehe 26, wiki iliyopita. Sasa tunaposema eh, jitihada zinafanyika, lazima ziendane na matendo, sio swala la kuongea ni swala la kutenda, na watanzania walishazoea kuona kiongozi anaahidi na anatenda. Ndicho Watanzania walichozoea. Unapoahidi usipotenda, Watanzania hawatakuamini na watakufuata, Watanzania hawapendi. Ndio unasikia neno pekee linalotumika duniani, ni nchi pekee inayotumia neno kiongozi unaitwa msanii. Msanii maana yake nini? Mwigizaji. Huwezi kukuta nchi zingine wanaita viongozi wao wasanii Tanzania tu ndio wanatumia msanii. Huyo wachana na msanii, yani muongo, muongo mjanja, mjanja hivi natumika Tanzania, kama iko nchi nyingine mimi sijui, nyinyi niambieni. Eh, sasa hizo jitihada ambazo unazisema bila kukiri hazina maana yoyote. Sasa jitihada hizi kwa mfano imeundwa tume, tume ikija na findings, findings ikaonyesha kwamba kweli kuna mahali labda serikali au vyombo vya usalama vilikosea, si ndio? Kukili sasa kuna kuja baada ya kuwa tumeshapata nini kilitokea, kwa sababu tume iliyoundwa kwa sasa eh, hata rais mwenyewe amesema hajui kwa nini haya yalitokea. Sasa kama kiongozi wa nchi eh, ambaye ndio mwisho wa siku ndo tumempa mamlaka ya kuhakikisha na tulinda, anawezaje kukili kabla kwanza ya kuambiwa ukweli nini kilitokea? Kwa nini usidhani kwamba hii tume iliyoundwa ikishaleta matokeo, sasa ndio hapo tunapata tunakuwa viongozi au watu wote wanaweza kusema okay fine, kumbe tulikosea hapa, samahani, ifatie. Ah, sasa tunaongelea mauaji wakati wa maandamano, watu walipigwa risasi mchana kweupe, wakiwa wanaandamana watu wamefuatwa kwenda kuuawa kwenye miji yao mchana kweupe na usiku. Sasa hilo tusubiri tume ichunguze? Ndio je, tuambie kukiri kwamba kuna mauaji yametokea, kukiri ukweli, tunaita truth truth admission to admit the truth. Ukweli uko wazi kwa kila hivi, unadhani wa Watanzania milioni sabini ni wajinga hivi kwamba hawajui chochote kilichotokea? Eh? Ni kukosa, ni kukosa, ni kukosa unyenyekevu bale ni kukuba, na ukweli naendana na, na unyenyekevu. Jamani, ndo maana rais akiwa anazindua bunge alisema tusimame tuwaombee waliofariki. Kukiri hapana, lazima litamkwe. Kukiri ni kutamka, kukiri ni kutamka. Lazima utamke kuna watu waliuawa mabunge yamezinduliwa mengi na kila yanapozinduliwa mabunge huwa kulitokea ajali, watu wamefariki, kunatokea. Ukienda mochwari mbalimbali, kuna huwa tunawaombea marehemu waliofariki, kabla ya bunge ili kuzinduliwa. Hii tulikuwa tuna tunawaombea, kwa sababu sasa kukiri ni kutamka, iwepo sentensi ya kuongea.